Mkishakuwa na ugomvi hapa katikati, mnaathiri uchumi, mnaathiri masuala ya kijamii, mnaathiri na uafrika wenu kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya tamaa ya mali, kwa sababu ya tamaa zinazofanya vita kwenye viungo vyenu. Sisi wa Afrika tuwe na akili timamu, mipaka ya nchi zetu isifanye tukawa na tofauti yoyote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 Ukisha kuwa na moyo wa kupenda cheo, kupenda madaraka, wewe utasababisha mabaya kwa wengine. Wewe utakuwa radhi kuumiza mwingine ili wewe upate hiyo fedha, utakuwa radhi kumumiza mtu mwingine ili uweze kubaki kwenye nafasi uliyonayo, utakuwa radhi kuwafanyia mabaya watu wengine ili wewe uendelee kubaki kwenye madaraka ulionayo. Nayo shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha. Yakobo sura ya nne mstari wa kwanza nasema, vita vya toka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mapigano na vita zinatoka wapi? Kupigana, kugombana, kulumbana kwa maneno kunatoka wapi? Si humu humu kwenye tamaa zenu. Mimi nilivyokuwa nafikiri, wale wanaharakati wa kutoka nchi ya Kenya walipokuja Tanzania, kama hakuna sheria waliovunja ya yeah. Jamhuri ya muungano wa Tanzania au ya East Africa hawakutakiwa kufanyiwa hitilafu yoyote. Sasa kwa sababu anaenda kutetewa, anaonekana ana influence kwenye nchi, ana influence kwa watu, anapendwa na watu, inaonekana ni kama anaweza akapokonya madaraka ya watu fulani. Sasa tunavyofika kwenye hatua hiyo ya kuumizana tunaweza kuja kupanda kitu kibaya sana. Ndio maana nimeuliza, mnataka nini tanzania na Kenya? Naona Wakenya wanatoa maneno machafu ya nguoni, wanatengeneza video. Nafikiri ndio wao wamehaki hata akaunti za serikali, wanafanya hayo. Nafikiri tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Nchi ya Kenya kwanza imeizidi kiuchumi Tanzania. Sasa kwanza jambo hili ambalo mimi nizungumzie, sisi wa Afrika tuwe na akili timamu. Mipaka ya nchi zetu isifanye tukawa na tofauti yoyote. Yaani wazungu hawa maharamia ma, ma waliotuwekea mipaka wakaligawa ili bara akaweka mipaka mipaka ambayo inatufanya tuo tofauti, lakini ukiangalia watu wanaoishi mipakani, wanaoishi mipakani, walioko nchi nyingine na nchi nyingine, hata lugha zao huwa zinafanana. Hapo ndio mtajua kwamba huo mipaka hiyo ni uhuni. Mipaka haikutakiwa itufanyie tu tofauti. Sisi na Kenya tukatakiwa tuonekane kwa tofauti. Ukiangalia Kiswahili cha Wakenya na Kiswahili cha Wamasai ni viswahili ambavyo vinafanana, lakini wamepakana. Sasa kuna Wamasai wako Kenya, kuna Wamasai wako Tanzania, Ngorongoro. Hawa ni ndugu, hawa ni ndugu. Sasa ukiangalia Wakenya walioko mpakani na Watanzania walioko mpakani hata lugha zao zinafanana na, na wanaingiliana kwenye mambo mengi ya kijamii. Sasa tunapokuwa tunalumbana sisi kwa sisi, ni sawasawa na kujipiga au kulumbana wewe mwenyewe, ni kujumiza mwenyewe. Sisi wa Afrika hatukutakiwa tuonekane kwamba tuna tofauti zozote, kwa sababu tu mipaka imetutenganisha na kila taifa lina serikali yake. Sisi ni nchi moja, ni bara moja. Waliotuwekea mipaka ndio walitufanyia wali, waliweka mitego ya sisi tu tunagombana. Mambo haya hayakutakiwa kuwa hivi. Sasa kumetokea malumbano kwenye mitandao, vurugu mitandaoni, mita vulugu vurugu, tukitu tunatoleta malumbano nduituviti twa kipumbavu pumbavu, tudogo tudogo ambato hatukutakiwa kushikiliwa hata kwa mkazo wa maana, hatukutakiwa tuonekane ni kitu cha maana. Watu walionekana kana kwamba wamefanya makosa yaani, waliosababisha haya yote walikuwa hawajavunja sheria yoyote ya nchi. Hawakuvunja sheria yoyote ya Afrika Mashariki. Sasa mpaka tunafika huku, sababu ni nini? Ndio haya maandiko ya kusomea, tamaa, tamaa ya fedha, tamaa ya madaraka. Mnataka kubaki madarakani, mnataka muendelee kunufaika, mnataka kuendelea kuishi katika maisha fulani ya high class wakati wengine wanaumia, lakini mambo hayo hayakutakiwa kuwa hivyo. Kama kiongozi ulitakiwa utumie nafasi yako kunufaisha wengine. Wewe umekaa pale kama mgawaji tu, sio kwamba vile vitu vyote ni vya kwako mwenyewe binafsi. Sasa tamaa ya madaraka, tamaa ya mali, tamaa ya fedha inafanya tunaumizana sisi kwa sisi. Mwisho wa siku tutaingia kwenye machafuko makubwa, mtatengeneza tusi kwenye kizazi kijacho. Wajukuu wenu watauliza vita iliyotokea Kenya na Tanzania sababu ilikuwa ni nini? Wanakuja kuambiwa kuna wanaharakati wa sheria na waharakati za binadamu walikuja Tanzania kutoka Kenya kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama pinzani wa wakati huo. Kwa hiyo kiongozi wa nchi wa wakati huo akawafukuza, akawarudisha, na wengine wakakamatwa, wakaumizwa. Hiyo tu ndio sababu watauliza, alivunja sheria ya jamhuri au sheria iliyowataka waadhibiwa kwa sura hiyo? Hapana, hawakuvunja sheria yote. Sasa mpaka kupigana kwa ajili ya kitu iko ni nini? Je, nchi hiyo wakati huo haikuwa kidemokrasia? Ilikuwa ni ya kidemokrasia. Je, na hayo walikuwa wanafanya, si ilikuwa ni demokrasia? Ndiyo, yalikuwa ni demokrasia. Sasa kilichopelekea wapigane ni nini? Mnawaingiza watoto wadogo kwenye taabu ambayo hawakuwa na hatia, mnawaingiza wanawake kwenye taabu, watu wasio na hatia, mnawaingiza wazee kwenye taabu, wasio na hatia kama mambo haya yataendelea yataweza kuleta machafuko kati ya hizi nchi mbili. Kwenye maswala ya kidiplomasia hakutakuwa na uhusiano mzuri, wapi tutakwenda? Na tunategemeana kiuchumi, kuna vitu utataka uvitoe ndani ya Tanzania upeleke Kenya, na wakenya watoe nchini kwao vilete huku. Mkishakuwa na ugomvi hapa katikati, mnaathiri uchumi, mnaathiri masuala ya kijamii, mnaathiri na uafrika wenu, kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya tamaa ya mali, kwa sababu ya tamaa zinazofanya vita kwenye viungo vyenu. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyai kutoka gerezani. Ye anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa, ama afai katika Bwana tangu sasa ili apate kupumzika baada ya tabu zake. Yesu Mungu mkuu muhukumu wa haki yukaribu karibu sana na kuja nae, anakuja naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa sawa na matendo yake aliyoyatenda. Hii ndio maana neno maranatha. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.